Uh, kilichojiri leo ni kwamba tulikuja kwa ajili ya kusikiliza shauri kubwa pamoja na maombi ya maombi madogo ambayo anafuata shauri. Eh, lakini baada ya kupokea tumekuta kwamba upande wa pili wajibu shauri wameleta mapingamizi ya awali. Kwa hiyo imepangwa ratiba ya kusikiliza mapingamizi ya awali kwa njia ya kusikiliza. Kwa hiyo pande zote zimepewa ratiba ya jinsi ya kuwasilisha ma, mawasilisho yao. Mpaka tarehe kumi mwezi wa sita yatakuja kutolewa uamuzi kuhusu mapingamizi ya awali kwenye shauri kuu. Ah, yes. Kwa hiyo ili shauri kubwa, kesi ya msingi, ee, malalamiko ya wateja wetu yako kwenye mrengo mitatu. Mrengo kwanza, kwa wa kwanza, wanalalamika kwamba mgawanyo wa mali za chama, fedha na mali in general, hauko sawa na hauzingatii kwamba nchi na chama kinahitaji kuwa na pande mbili, kuna Tanzania Zanzibar na kuna Tanzania mainland. Kwa hiyo ndo e, dai la msingi la kwanza. Dai la pili wateja e, wangu wanasema kwamba chama katika kujiendesha kimekuwa kina perpetuate so, Kiswahili tunasema tunasema yeah, e, hakizingatii au hakiwapi fursa wanachama ambao wanatoka Zanzibar kwenye mambo ya kiuchumi, kwenye mambo ya kiuongozi na habari kama hizo. Lakini pia wanasema kwamba kuna swala zima la ubaguzi wa kidini, wa kijinsia pamoja na makazi, kwamba wateja na waf, wanachama ambao wanatoka Zanzibar hawajadiliwi kama wanavyopewa fursa eh, wanachama wa huko. Kwa hiyo hayo ndo yalikuwa madeni na madai ya msingi ya shauri lenyewe lilopo sasa hivi, lakini E, lakini pamoja na shauri hilo pia tukaleta maombi madogo yakiomba kwamba, e, shauri la kwanza ilikuwa kwamba e, chama kisitishwe kufanya shughuli za kisiasa kwanza mpaka swala la msingi litakaposikilizwa, lakini pia kama e, wateja wetu wakaomba pia chama kizuiwe kutumia mali za chama mpaka pale ambapo shauri la msingi litakapokuwa limefanyaje limesikilizwa. Hayo ndio maombi madogo. Kwa hiyo sasa yote yatasikilizwa Maombi madogo yana pingamizi la awali, maombi makubwa na pingamizi la awali. Kwa hiyo shauri kubwa lina mapingamizi awali ambayo watatolewa uamuzi tarehe kumi mwezi wa sita. Baada ya sisi kubadilishana mawakili kubadilishana mawasilisho. Eh, baada ya tarehe kumi na sita hiyo sasa, kutokana na mahakama itakavyoamua kuhusiana na mapingamizi ya awali, hapo ndipo itatolewa fursa ya kusikiliza maombi madogo ikiwa ni mapingamizi ya awali ambayo yaletwa pande zote mbili ya kiki ya kikinzana masuala ya, e, ya kisheria lakini pia ombi la msingi lenyewe ikimaanisha ile application ile maombi na yenyewe atasikilizwa hiyo tarehe kumi mwezi wa sita, endapo e, mapingamizi ya awali yatashindwa kuiondoa kesi kuu iliyopo saizi mahakamani. Asanteni sana.